ya Royal Media kupitia Radio Citizen iliungana na waumini wa Kanisa la Word of Faith huko Mbale, kaunti ya Vihiga kusherehekea sikukuu ya Pasaka kwa kuadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo. Watangazaji wa Muuga FM na Ramogi pia walishiriki misa katika miji ya Siaya na Meru. Injili ya kufufuka kwa masia ilihubiriwa kwa shangwe katika kanisa la Word of Faith mjini Mbale, kaunti ya Vihiga, ambapo msimamizi wa Radio Citizen Tina Ogal aliwaongoza watangazaji wenzake kushiriki ibada hiyo. Kuna wale kwa huduma ni mawakili, kuna wale kwa huduma ni wafanyibiashara. Sisi tuko katika huduma ya utangazaji, kuboresha jamii, kufunza jamii, kuelekeza jamii na kuhakikisha kuwa tunafungua macho ya jamii kuwa tunakuwa watu bora katika jamii, si ndio? Tumefurahi kuwa hapa, mimi niko nyumbani, si ndio? simbe engo, simbe engo yeah, si ndio? Mmefurahi kutuona, wageni si wamefika, Kenya yote inajua tuko hapa, si ndio? na watoto hawa. Waumini walipata fursa ya kipekee kukutana ana kwa ana na watangazaji wanaosikiliza kila siku kupitia mawimbi ya redio. Kilomita chache kutoka Vihiga, Redio Ramogi iliungana na waumini wa kanisa katoliki la Holy Cross Ramba, parokia ya Siaya, ambapo ujumbe wa matumaini ya ufufuo uliendelea kutangazwa kwa uzito. Katika kaunti ya Meru hali haikuwa tofauti. Watangazaji wa Muuga FM waliabudu na waumini wa Kanisa Katoliki la Miadhene wakiongozwa na Father Clement Kiao, huku msimamizi wa kituo hicho Mukiri Kusimba akitoa shukrani kwa nafasi ya kanisa katika kuimarisha maisha ya jamii. Nashukuru hata kanisa hili kwa kutupokea ipasavyo, e, wametufurahia na tumesherehekea e, Pasaka pamoja <todiculio> Kampuni ya Royal Media Services inajivunia umaarufu wake katika tasnia ya utangazaji nchini ikifanikisha mawasiliano kwa mamilioni ya Wakenya kupitia vituo vyake kumi na vinne vya redio, televisheni tatu na jukwaa la Citizen Digital. Steve Shitera, Runinga ya Citizen, Nairobi.